Elon Musk, mmoja wa wafanyabiashara wakubwa duniani na mkuu wa kampuni ya Tesla, amekuwa gumzo hivi karibuni baada ya kutangaza nia yake ya kujitoa katika nafasi yake ya kuongoza Idara ya Ufanisi wa Serikali ya Marekani Doge ifikapo mwishoni mwa Mei mwaka huo. Doge ni idara iliyoanzishwa chini ya utawala wa Rais Donald Trump, ikiwa na lengo la kupunguza matumizi ya serikali kwa dola za Marekani trilioni moja. Tangazo hili la Musk limezua mjadala mkubwa, hasa linapohusishwa na matukio ya hivi karibuni ya uchomaji wa magari ya Tesla na vituo vyake nchini Italia, ambayo yanaonekana kuwa na uhusiano na maamuzi yake ya kisiasa. Musk, ambaye pia ni mmiliki wa kampuni ya SpaceX na X, amesema kuwa atachukua jukumu kubwa Doge lakini sasa anahisi wakati umefika kurudi kwenye majukumu yake ya kibiashara. Amesema tayari amefanikisha kupunguza gharama za zaidi ya dola bilioni 130 za Marekani. Hata hivyo, juhudi hizi zimezua hasira miongoni mwa baadhi ya watu, wengi wao wakiwa wapinga sera zake na za Trump. Hili limeonekana wazi katika vurugu zilizotokea hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na tukio la laku tisha nchini Italia ambapo magari 17 ya Tesla yalichomwa moto katika kituo cha kampuni hiyo mjini Rome Machi 31, 2025. Polisi wa Italia wanaochunguza tukio hilo wamesema washukiwa ni wanaharakati wa kikundi cha anarchist ambacho wanaweza kuwa walichukua hatua wa hiyo kama njia ya kupinga ushiriki wa Maski katika serikali ya Marekani. Maski mwenyewe alichukulia tukio hilo kwa uzito akisema kuwa huu ni uvamizi wa wazi na wa kigaidi dhidi ya kampuni inayopenda amani. Je, kuna wakati wowote wa wamewahi kuonekana ukubwa kama huu wa vurugu zilizopangwa dhidi ya kampuni inayokusudia kuleta manufaa? alihoji Musk kupitia akaunti yake ya mtandao wa X, zamani Twitter. Maneno hayo yanaonyesha jinsi anavyohusisha tukio hilo na jukumu lake la kisiasa, akiongeza kuwa juhudi zake za Doge zimekuwa zikimghalimu kiasi kikubwa, si tu kwa wakati wake, bali pia kwa biashara yake ndani ya Tesla. Hali hiyo nchini Italia si ya pekee. Tesla imekuwa ikilengwa na maandamano na vitendo vya uharibifu katika maeneo mbalimbali duniani, ikiwa ni pamoja na Marekani na Ulaya, ambapo wengi wanalalamika ushiriki wa Musk katika kupunguza ajira na huduma za serikali. Hii imesababisha hisa za Tesla kuporomoka kwa kiasi kikubwa, huku mauzo ya magari yake yakishuka, hasa baada ya watu wengi kuanza kuichukulia kama ishara ya kisiasa badala ya chapa ya kiteknolojia. Wataalamu wanasema kuwa uamuzi wa Musk wa kujihusisha na Doge umeathiri sana taswira ya Tesla na huenda ndiyo sababu anafikiria kuachana na jukumu hilo. Wakati Musk anasema ana mpango wa kukamilisha kazi yake ya kupunguza gharama za serikali kabla ya Mei, wengi wanaona kuwa uamuzi wake wa kujitoa unaweza kuwa ni jambo ama jaribio la kuokoa Tesla kutoka kwenye mgogoro wa sasa. Bado uhusiano kati ya kuondoka kwake na vurugu kama zile za Italia unabaki kuwa wa moja kwa moja Kwani wengi wanaona ni matokeo ya maamuzi yake ya kisiasa. Kwa sasa dunia inasubiri kuona kama Maski atatimiza ahadi yake ya kuondoka Mei na jinsi Tesla atakavyoshughulikia changamoto hizo. Tukio la Italia limekuwa kielelezo cha jinsi maamuzi ya mtu mmoja yanaweza kuathiri ulimwengu mzima na linabaki kuwa somo kwa wafanyabiashara wengine wanaofikiria kuchukua majukumu ya umma. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mfanyabiashara huyo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.